Serikali imeunda timu maalumu inayojumuisha wataalamu, wanajamii na wawekezaji itakayoweka alama na kuchora ramani katika maeneo muhimu ya ekolojia kwa ajili ya hifadhi ya Serengeti na Ngorongoro ili kupata ufumbuzi wa mgogoro wa mpaka na pori tengefu la Loliondo. Mkuu wa mkoa wa Arusha Mrisho Gambo, ametoa kauli hiyo katika tarafa ya Loliondo wakati akihitimisha kazi ya siku nane ya kamati iliyohusisha wadau mbalimbali katika kutatua mgogoro huo, ambapo amesema alama hizo zitawekwa katika sehemu muhimu ikiwemo vyanzo vyote vya maji, mapito ya wanyama, pamoja na maeneo ya mazalia ya wanyama aina ya nyumbu. Mwandishi wetu Sechelela Kongola, Kongola na taarifa kamili a kujadili mgogoro wa poli tengefu la Loliondo iliyohusisha wataalamu, viongozi, wawekezaji, wadau wa, wa maendeleo pamoja na wanajamii wakiwa wamehitimisha kazi ya siku nane ya kutembelea eneo la poli tengefu la Loliondo na kujionea hali halisi ya uhifadhi na uharibifu wa mazingira, ikiwa ni mikakati itakayosaidia kumaliza mgogoro huo uliodumu kwa zaidi ya miaka ishirini na tano. Mkuu wa Mkoa wa Arusha Mwisho Gambo, amesema kamati ambayo imeundwa kupitia maeneo muhimu ya kilomita za mraba elfu moja na mia tano za pori tengefu la Oliondo inatakiwa kuwekwa alama ili kudumisha uhai wa ekolojia ya wanyama wanaoingia katika hifadhi hiyo.

Naibu waziri wa kilimo, mifugo na uvuvi William Olenasha amesema wanajamii kwa kiwango kikubwa walitamani zaidi eneo la Loliondo lilokuwa na migogoro kwa muda mrefu litumike kwa matumizi mseto, jambo ambalo serikali imepinga namna ya kutumia ardhi ile kwa pamoja katika njia ambayo ni shirikishi na naye tunatumia mistetos ya eneo hili bila kuvunja vunja vipande au bila kuingiana. Mwenyekiti wa chama cha mapinduzi CCM mkoa wa Arusha, Lekule Laiza amesisitiza kuwa swala la elimu wakati wa kumaliza mgogoro huo ni muhimu likafanyika.

Mpaka sasa mapendekezo mawili kati ya matano ambayo yameelezwa kukubaliwa na pande zote kati ya serikali na wanajamii ni kuendelezwa kwa poli tengefu la Loliondo au hifadhi ya wanyama shirikishi ambayo hufahamika kama WMA na ndizo zitakazofanyiwa upembuzi yakinifu ili kupitisha mojawapo na kuanza utekelezaji wake. Sechelela Kongola, TBC One, Arusha.